Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Matayo sura ya saba aya ya kumi na tano hadi ya ishirini. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jiadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mtu mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu huzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndipo sa kwa matunda yao mtawatambua. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu anazidi kutupeleka kwa undani sana katika kuweza kutoa tahadhari kubwa kwa wanafunzi wake, kwa wafuasi wake juu ya neno la manabii, na yeye anaongeza manabii wa uongo. Nabii alikuwa ni nani au nabii ni nani? Nabii ni mtu aliyechaguliwa na Mungu ili aweze kutoa ujumbe au maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwa watu. Na Mwenyezi Mungu alikuwa anamchagua popote pale. Na huyu mtu ambaye ni nabii anavyokuja kila sentensi atakayomalizia mwishoni lazima aseme asema Bwana. Kwamba si ujumbe wake, ni neno la Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alipokuwa anamwita huyo nabii, nabii alikuwa ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Nabii alikuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Nabii alikuwa yeye kazi yake ni kuelekeza watu mambo ya Mwenyezi Mungu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nabii alikuwa ametumwa pia kutenda eh, maajabu katika jamii kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Nabii alikuwa ni mtu mwenye maono, anaona yale yanayokuja mabaya na kuweza kuwaonya watu wengine. Nabii alikuwa ni mtumishi wa kuweza kuhamasisha toba kwa watu wa Mwenyezi Mungu. Sasa, kipindi ambacho Yesu alikuwa anaishi kuna jambo gani lilikuwa limetokea kwa hawa manabii katika Agano la Kale? Wayahudi walijua yote juu ya watu wanaoitwa manabii wa kweli na manabii wa uongo, waliwajua. Mfano Nabii Yeremia, yeye aliingia mzozo mkubwa sana na manabii wa uongo ambao wakati yeye ameona maangamizi yanakuja ya taifa la Israeli anamwambia mfalme naona Israeli inaangamizwa. Hawa manabii wa uongo ambao walikuwa karibu na mfalme, wanakula vyakula vya mfalme, wakaanza kumdanganya mfalme, wakasema amani, amani, wakati hakuna amani. Na hii tunaipata katika Nabii Yeremia sura ya sita aya ya kumi na nne. Baadaye Yesu Kristo anavyozungumza juu ya hawa manabii kwamba ni mbwa mwitu wa kale, hadi katika agano la kale mbwa mwitu likawa ni jina ambalo walikuwa wamepewa watawala wa uongo na wale manabii wa uongo. Kwa hiyo mbwa mwitu wakali lilikuwa ni jina la watawala wa uongo na baadaye pia manabii wa uongo. Ezekieli katika ile sura ya 22 aya ya 27 aliwatamkia wakuu, wafalme wakuu wa nchi, kwamba wakuu wa nchi walikuwa, wame, walikuwa ni kama mbwa mwitu ambao kazi yao ni kurarua mawindo kazi yao walikuwa ni kumwaga damu na kuharibu maisha ya watu, na baadaye wakiharibu maisha ya watu wanapata faida ambayo si ya uaminifu. Nabii Sefania katika sura ya tatu aya ya tatu alizungumza na akachora umbo kwamba wakuu wa nchi wa kipindi kile walikuwa ni simba wanaonguruma, walikuwa ni waamuzi wabaya kama mbwa mwitu wa jioni, ambao hawawezi kuacha chochote kile hadi asubuhi, lazima wale yaani watawala walikuwa kazi yao ni kuiba, hawaachi chochote kile katika hilo. Habari za manabii wa uongo na mbwa mwitu, Paulo mwenyewe katika Agano Jipya alipokuwa anawaaga wazee wa Efeso katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 29, anasema nikiondoka mimi, mbwa mwitu wakali wataingia kati yenu, na baadaye hawataweza kulihurumia kundi, watalilalua yesu mwenyewe katika mafundisho yake alisema kwamba ninawatuma ninyi kati kati ya mbwa mwitu alisimulia juu ya hilo kwamba mbwa mwitu wapo na kazi yao hao wanavyowatuma kwamba walipaswa kuweza kuwa wapole kama njiwa sasa manabii wa kweli tulikuwa tunawatambua namna gani katika kipindi kile cha yesu na katika agano la kale Nabii wa kweli alikuwa anatambulikana kupitia vazi. Mavazi ya manabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu yalikuwa ni mavazi ya kondoo. Nabii Elia alivaa vazi hilo la kondoo, na vilevile pia nabii huyu Yohana Mbatizaji alivaa pia vazi ambalo halikuwa mavazi kama, ilikuwa ni ngozi na chakula chake. Hivyo kupitia mavazi haya tulikuwa tunamtambua kama huyu nabii wa Mwenyezi Mungu. Ukiona amekuja amevaa mavazi ya ufahari, huyo sio nabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu. Walikuwa wanavaa mavazi ya kawaida sana na walikuwa wanakaa kwenye mapango. Manabii wa kweli walikuwa hawakai mjini, kwa sababu akikaa mjini anapigiwa kelele, hawezi kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa anajificha, anajitenga, anakaa huko ili aweze kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu na akitoka huko kwenye mapango anapokuja mjini, mji mzima unalindima, wana hofu kwamba analeta ujumbe wa namna gani kwa Mwenyezi Mungu, kwa, kwa watu wa Mwenyezi Mungu. Je, tumetenda kitu gani? Tumetenda dhambi gani mbovu ambayo mjumbe wa Mwenyezi Mungu anakuja kwa? Nabii wa Mwenyezi Mungu ulikuwa uwezi ukamkuta kwenye mitaa ya watu, yeye lazima akae peke yake, aweze kusikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. sasa katika Agano Jipya, baada ya Yesu Kristo kumwaga damu yake, Roho Mtakatifu ameshuka ameenda mbinguni, huduma ya manabii ilihitajika. Kuna baadhi ya watu ambao walitoa maisha yako kwa ajili ya huduma, yaani waliacha kila kitu wakaanza kuzunguka kote kote katika nchi mbalimbali kupelekea makanisa ujumbe wa Mwenyezi Mungu wa unabii walikuwa ni watu ambao walikuwa wameacha kila kitu ili kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Katikati kati ya huduma hizo ndipo wakaibuka watu wengine ambao ni manabii wa uongo. Matayo anavyoandika habari hizi, aliandika kwa sababu waliibuka manabii wa uongo, ikabidi wakumbuke maneno ya Yesu Kristo ambao alisema, jihadharini na manabii wa uongo. Watu hawa manabii wa uongo walipoibuka walikuwa na sifa za namna gani? Ya kwanza waliibuka wanaume ambao walitumia unabii wakatumia karama ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata ufahari wao. Wakaanza kuwalazimisha watu wengine watoe vitu kwa ukari, kwa ukarimu, na kumbe vile vitu ambavyo walikuwa wanavipokea vikawa vinawafanya wao waweze kuishi maisha ya starehe na si kama watu wa Mwenyezi Mungu, na baadaye kupitia hiyo basi, hawa manabii wa uongo kipindi hicho hawa wakaanza kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Hawakuwa ni wachungaji wema ambao wanajali kundi, hawakujali kundi, walijali maisha yao na ya watoto wao. Mbaya zaidi hawakuwa ni watu amba ambao walikuwa na elimu kubwa, ambao walikaa wakafundishwa. Waliibuka tu wakawa wanazunguka zunguka tu kazi yao ikawa ni kufundisha kwa ajili ya faida yao na baadaye kwa ajili ya ufahari wao. Ndipo basi kanisa katika nyakati hizo, katika likatoa mwongozo ambayo tunapata katika Dida mia moja, kwamba kanisa hili lilivyoona shida hili likatoa mwongozo, tutamtambuaje nabii wa kweli, na tutamtambuaje huyu nabii wa uongo? Sifa ya kwanza ikawa ni hii: nabii wa kweli alipaswa kuwa ni mtu ambaye anaheshimika, alipaswa kuweza kuwa anapewa heshima ya hali ya juu, yaani, kila atakapoenda aweze kukaribishwa, aweze kutoa ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini shati moja hapo, akifika kwenye hilo kanisa, lazima akae siku moja tu na ikiwa ni lazima akae siku ya pili, akikaa siku ya tatu, huyo si nabii wa kweli, ni nabii wa uongo. Ukiona mtu anakuja amekaa pale wiki nzima, siku tatu, huyo si nabii wa kweli, ni nabii wa uongo. Sifa ya kwanza. Sifa ya pili, nabii wa kweli alikuwa hapaswi kuomba chochote kile isipokuwa mkate. Ndio maana mnamkuta kama nabii Elia alienda kuomba mkate, apikiwe mkate kwa wale mwanamke mjane aliomba tu mkate. Sasa akitokea mtu ameomba pesa yoyote yule, huyo si nabii wa kweli, ni nabii wa uongo, na ili mweze kulitambua katika maisha ya sasa hivi. Na sifa ya tatu, manabii wote wakija wakisema kwamba wao wanahubiri katika Roho Mtakatifu, okay, mumpokee, lakini pia tutaangalia tabia yake. Ndio maana Yesu amesema kwamba kwa matendo yao kwa matunda yao tutajua, kwa sababu mojawapo ya matunda ya Roho Mtakatifu ni utu wema, furaha, amani, utulivu. Ukimwona huyu mtu hana, ukimwona huyu mtu ni mlevi, matusi, hasira, visasi, hayo siyo matunda ya Roho Mtakatifu. Utambue huyu nabii ni wa uongo. Ikiwa nabii amekuja ananena katika Roho, mumpokee. Lakini akifika mbele yenu, amekaa kwenye meza, akaanza kuamuru, akasema, nipateni vitu, nipateni chakula, nipateni hivi na vile, vitu anavyodai apewe, haendi kulisaidia kanisa ambalo lenye mahitaji, huyo ni nabii wa uongo, akiwa ni mzurulaji ambaye anazuliwa kwenye nyumba za watu, hana kazi ya kwenda kufanya, kwa sababu katika nyakati za Yesu rabi yoyote ile ilikuwa lazima aweze kuwa ana kazi yake, yaani aweze kuwa na shule kwenda kuweza kumwingiza kipato. Ukiona nabii anazunguka hana kazi, huyo ni nabii wa uongo. Yesu anapotoa onyo hili siku ya leo kwa manabii wa uongo kwamba kwa matunda yao mtawatambua, ni kipindi ambacho kanisa la sasa lazima lifungue macho juu ya watu gani ambao tukanao katika nyakati kama hizi. Ni kweli tuna makundi mengi sana ya watu ambao wanajiita manabii. Ni manabii wa kweli kwa sifa hizi ambazo nilizungumza, mtawajua manabii wa kweli na manabii wa uongo. Alitoa tahadhari Yesu, na mimi nakupatia pia uweze kuwa na tahadhari, na juu ya watu wanaokuja, hujua mbeba roho na namna gani, na watakupeleka wapi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.